Katika dunia tunayoishi mtu anapoajiriwa ni kweli, ni mtumwa. Wale wanayosema kwamba kuajiriwa kwa ni utumwa, hiyo ni kweli kabisa. Nataka tuangalie yote, na komenti zenu mutaziweka hapo kama tutakubaliana na haya mawazo yangu. Ukiwa umeajiriwa, unatumia muda wako, unatumia nguvu zako, ubunifu wako na vyote hivyo vinamilikiwa na mtu mwingine. Kila siku unalazimika kuuza masaa yako nane kwa bei ambayo imepanga mtu mwingine na sio wewe. Unapotaka ndugu yangu kwenda likizo, ni lazima uombe ruhusa. Unapohumwa wewe lazima uombe ruhusa, na hata unataka kujifunza kitu kipya ndugu yangu lazima uruhusiwe. Unajua, utumwa wa zamani ulikuja na minyororo, lakini utumwa tunaoishi sasa hivi ndugu yangu ni utumwa wa mikataba tunayosahini na mshahara tunaopewa mwisho wa mwezi, ambao unatusukuma tu kuweza kufika kesho, lakini sio mshahara ambao unaweza kukuinua wewe ndiyo Kuajiriwa sio kosa ndugu yangu, maana kila mtu ni lazima awe na mahali pa kuanzia. Lakini kosa linakuja pale unapotaka kuishi ukiajiriwa maisha yako yote. Kumbuka kwamba ndugu yangu, waweza kutumia muda wako kwa kubuni vitu vingine na utatengeneza maisha yako vizuri. Ajira hiyo uliyo nayo ndugu yangu itumie kama daraja la kuweza kukuvusha wewe kwenda hatua nyingine, na isiwe makazi yako. Hapana, usiseme kwamba hapa ndio nimefika, hakuna kutoka tena. Napata mshahara mzuri sasa hivi na gari ambayo nimechukua kwa deni na lipa. Usiweze kuridhika ndugu yangu, lakini cha muhimu jifunze, fanya nguvu, invest ndugu yangu, anza kujifunza vitu vipya vipya mbunifu ndugu yangu, hata biashara vidogo vidogo hanza, usidharau kazi yako mwenyewe, na hapo utaona utaendelea mbele na stress zote zitaisha. Uwe tayari kwa kusema hapana, hata una njaa, na hapo tutapata utapata heshima. Kuajiriwa ni utumwa wa ndugu zangu, kweli nimeamini kabisa, mtu akiwa ameajiriwa ni mtumwa na watu wengi wako kwenye hali hiyo, wachache wameridhika hali hiyo, na wako gerezani wanaishi kabisa kama watu ambao wako gerezani kabisa. Na kama ndugu yangu, siku ya leo, umekubaliana na mimi kwamba kuajiriwa kwa ni utumwa, kama jinsi wa ndugu wengine wanaamini hivyo, weka na wewe maoni yako hapo ili tuweze kujua. Na unapopata mada hii, gawa na mtu mwingine, tusikie naye mawazo yake. Asante sana na Mungu atela kutubariki wote. Amena.